Washiriki, changamkeni. Hubiri wa letu la leo linazungumzia mtafuta njia mwenye kusudi. Daudi alikuwa ni mtoto wa Yese aliyekuwa na kusudi la milele, milele. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa juu mbinguni, tubariki katika somo letu la mchana wa leo. Mungu ukabariki washirika wakaelewe, Mungu akajifunza katika jina la Yesu Kristo, amina, amina. Nabii Samuel alivyokuwa anaenda kum, kumtia mafuta mfalme, mfalme mpya alidhani kuwa ni ndugu mkubwa wa Yese, lakini Mungu akasema, tuangalie kwenye Samuel moja kumi na sita, mstari wa saba. Inasema, "lakini, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa, wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa nime, nime... Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo." Daudi alikuwa ni kijana jasiri, alikuwa ni kijana jasiri, alianza kwa kuua majitu. Daudi kabla hajakabiliana na Goliati alikuwa na vita vya kimya kimya. Daudi alikuwa na vita vya kimya kimya. alikuwa jasiri kama sisi leo tulivyokuwa jasiri kwa imani. Maamuzi madogo hupelekea changamoto ngumu, kama vile kutii wazazi na kuwa wanyofu na kuwa anyofu. Daudi akamshinda Goliati kwa, kutumi, kwa kutumia silaha bali kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kushinda, ja, kushinda vita moja sio mwisho wa majaribu. Daudi aliishi kwa hofu kizani kuwa Sauli ata, ata, atamuua na alipopata nafasi ya kumuua na akasema Tusome Samweli moja mstari wa kumi naye nasema tazama leo hivi macho yako hivi macho macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengi wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha. Nikasema sitaki kunyoosha, sitaki kunyoosha mkono wangu kwa sababu mkono wangu juu ya Bwana, juu ya Bwana wangu kwa kwa maana yeye ni masihi wa, wa Bwana. Tunaona Daudi alishinda vita kwa imani na akapakwa aka mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Hata hii, hivi leo unavyokuwa katika klabu ya, ukiwa na klabu yako na ukufanya mambo mema na hakuna Mungu na hakuna mtu anayekuona. Basi Mungu atakutimizia atakutimizia kusudi lako. Mfano matunda, matunda kila tunda lina kazi lake mwilini, kama hivi leo kila mtu alivyokuwa na kusudi lake, na hata alivyokuwa na kusudi lake, kama Daudi alivyokuwa na kusudi la milele. Pia kamba kam, kamba, kamba ni ni kitu chembamba ambacho kinaunganisha vitu kama, ma, kama, kamba ipo kama maombi. Maombi hutuunganisha sisi na Mungu hutuunganisha sisi na Mungu tu. Sasa tunaona Daudi alivyokuwa anatembea na Mungu, hata sisi leo watafuta njia wetu tunabidi tutembee na Mungu na Mungu atatutimizia kusudi letu. Amina.